Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali ambapo sauti za msitu hubeba hekima ya maisha. Kama unapenda hadithi za kusisimua zenye mafunzo, hakikisha unasubscribe, unapenda na kushare ili tusonge pamoja katika safari ya busara. Zamani sana katika msitu mpana wa Afrika palitawala amani chini ya uongozi wa Mfalme Simba, mfalme aliyependa haki kuliko hofu na hekima kuliko nguvu. Wanyama waliishi kwa utulivu, kila mmoja akimheshimu mwenzake kwa sababu walijua kuwa penye haki hata mdogo hujisikia mkubwa. Lakini kama methali isemavyo, palipo na asali lazima panzi wakusanyike. Fisi alianza kuvuruga amani ya msitu kwa tamaa na hila zake. Alikuwa akiiba mawindo ya wengine, akiwacheka waliodhulumiwa na kujifanya hana hatia kana kwamba ulimi wake haujawahi kusema uongo. Sungura, mdogo kwa mwili lakini mkubwa kwa akili, aliona yote kwa macho ya busara, akijua kuwa anayesikia hujifunza, anayesema hujiharibia. Hakukimbilia lawama, kwa maana alijua ukweli ni kama mbegu, ikipandwa kwa subira huota kwa nguvu. Siku moja, Mfalme Simba aliitisha mkutano mkubwa chini ya mti wa mibuyu kuzungumzia malalamiko yaliyokuwa yakienea ya mzituni. Kwa sauti tulivu lakini nzito, Simba alisema kuwa msitu hauwezi kuendelea bila haki. Lakini pia haki bila hekima huumiza. Fisi alisimama mbele ya wote akajitetea kwa maneno matamu akisema ni chuki tu zinazomwandama na akamlaumu sungura kimya kimya. Wanyama wengine walianza kunong'ona, kwa sababu maneno matamu huvuta masikio ya walio dhaifu. Lakini mfalme Simba hakutoa hukumu ya haraka, akijua kuwa haraka ni adui wa busara. Alisema kuna jambo litafanyika litakalofunua ukweli, kisha akanyamaza akiwaacha wengi wakijiuliza. Sungura alielewa kimya cha mfalme kwa sababu busara huzungumza hata bila sauti. Usiku huo, Simba na Sungura walizungumza kwa siri wakikubaliana kuwa tamaa ndiyo mtego mkubwa wa mwenye hila. Siku chache baadaye, Simba alitangaza sherehe kubwa ya msitu akiahidi chakula kingi kwa wote. Wanyama walifurahi. Lakini Sungura alikaa mbali akitazama, kwa sababu macho ya busara huona zaidi ya macho ya njaa. Fisi kama kawaida yake alijisahau, akala kupita kiasi, akaficha nyama, akatawaliwa na tamaa. Bila kujua, Fisi alikaribia eneo lililokatazwa lililokuwa limeandaliwa kwa busara, si kwa hasira. Ghafla ardhi ikamsaliti Fisi, akaangukia kwenye shimo, akitambua kuchelewa kuwa tamaa haina macho. Kelele zake ziliamsha msitu mzima, wanyama wakakimbilia eneo la tukio kwa mshangao. Mfalme Simba alifika taratibu, macho yake yakimetameta kwa haki, si kwa hasira. kwa sauti ya utulivu Simba alisema kuwa mtego huu haukumtafuta mtu; tamaa ndiyo iliyomleta. Sungura alisimama mbele ya wote, akasimulia ukweli aliouhifadhi kwa subira ndefu. safari hii hakuna aliyepinga kwa sababu ukweli unaposemwa, uongo hunyamaza. Fisi alinyamaza kichwa chini, akitambua kuwa kicheko cha dharau humrudishia machozi mwenyewe. Lakini Mfalme Simba hakutawala kwa kisasi bali kwa busara. Aliamua Fisi asaidiwe kutoka shimoni, lakini abebe jukumu la kurekebisha aliyoharibu. Fisi akaanza kufanya kazi kwa jamii ya msitu, akiwasaidia waliodhulumiwa, akijifunza kwa vitendo. Sungura akaendelea kuishi kwa heshima, akijua kuwa akili hutumika kujenga, si kuangamiza. Polepole pole, Msitu ukarudia amani. Kelele zikageuka kuwa nyimbo za asili. Wanyama wakajifunza kuwa si kila mwenye sauti ndiye mwenye haki. Na kwamba uongozi wa kweli huonekana pale ambapo nguvu zinatii hekima. Mfalme Simba akaendelea kutawala kwa haki, akijua kuwa hofu hudumu kidogo, lakini busara hudumu vizazi. Na hivyo Hadithi ya sungura na fisi ikawa funzo la kudumu katika msitu huo. Ikafundisha kuwa tamaa humchimbia mtu shimo lake mwenyewe. Asante kwa kusikiliza simulizi hii kutoka Tunu za Kiswahili, mahali ambapo hadithi ni urithi wa hekima. Kama umeipenda hadithi hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa sababu hekima ikishikiliwa huongezeka.